Naendelea na mipango ya kumaliza kero ya maji katika manispaa ya Morogoro. Kwenye nishati ya umeme, kuna maeneo mengine ya pembezoni mwa mji bado hawajapata nishati ya umeme. Mpaka sasa hivi tumefikia asilimia 85, lakini tunategemea tukirudi tena, tunaenda kumaliza asilimia 15 kupata umeme, na maeneo mengi ya pembezoni nguzo za umeme zishaanza kusambaa. <coughs> <coughs> Alafu unasema Abood hajafanya kazi, unataka afanye nini, unataka afanye nini zaidi ya maendeleo hayo? Siiemoye, lakini mimi sisikilizi, mimi nachapa kazi watasema mchana, usiku wata <tie> pamoja na yote mazuri yaliyofanywa hapakosi changamoto. Changamoto zinaibuka kwa sababu maisha yanaendelea. Kwa kadri maisha yanavyozidi kuendelea, changamoto nazo zinakuwepo, kuwepo. Ndo maana sisi viongozi tunabadilishana vijiti. sisemuoye nimepita sehemu nyingi nikiwa kama mwanakichangani nimegundua changamoto nyingi ambazo zinaendelea upande wa elimu, upande wa uchumi na upande wa sehemu za kijamii. Mimi kama Abdallah Mgomba nimepokea changamoto nyingi za kielimu ambazo siwezi kuzitaja zote hapa. Nadhani tumezungumza huko mitaani, na mheshimiwa nitamkabidhi kuna ilani ya kata nimeitengeneza ambayo inaelezea changamoto zetu zote za mitaa ambazo mheshimiwa wetu aliopita akubahatika kuzimaliza sasa, nitamkabidhi mheshimiwa Abdul-Aziz Abood ataziendeleza. Itwa Simon Isidori Mkami Kibaba, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kichangani. Msisitizo wangu ni wa kuzidi kuwakumbusha kwamba bado tutakuwa na mikutano ya jukwani ambayo itafanyika kila tawi. Kwa hiyo mimi ombi langu wajitokeze kwa wingi kama walivyojitokeza leo, kwa sababu nia na madhumuni ni kukipatia ushindi wa kishindo Chama cha Mapinduzi na kwenda kuhamasisha wanawake wote Kata ya Kichangani tukajitokeze kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa. Tuenda tukamchague mama yetu Samia Suluhu Hasani, tukamchague mbunge wetu Abdul Azizi Abudi, tukamchague diwani wetu Abdala Rashidi Mgomba, tukaweke mafiga matatu kwa ajili ya maendeleo Kata ya Kichangani. Akishapita Mheshimiwa Diwani, tutashirikiana naye kwa, kwa karibu sana kuhakikisha michezo Kichangani inakuwa na tuna plani nyingi ikiwemo kurudisha timu yetu ya Oti Star katika kata ya Kichangani, ambayo huenda tukainunua tukaweza kuirudisha hata ligi daraja la pili ama la tatu tutakaposhindwa. Kwa maana hiyo tunakwenda kuweka mbele vipaumbele vyote vijana, kina mama na watoto kuhakikisha Kichangani mpya, kwa sababu umri wetu pia unatosha.